Ndoto hizi za watoto zitimie, sisi kama wazazi tuna jukumu la kuwasaidia hao umo katika malezi ya watoto. Tufuatilie mwenendo yao, tufuatilie tabia zao mpaka tuhakikishe hakika wamefanikiwa katika malengo yao ambayo wamejiwekea. Kama na mimi kwa imani yangu ninaamini Mungu huwa anatembea katika maono ya watoto. Jinsi ambavyo mtoto anapokea yeah, ndivyo atakavyokuwa kwa maisha yake ya baadaye. Naomba tuwatie moyo watoto na tuwalee katika maadili mema yatakayowasaidia kuweza kuwa raia wema na hatimaye kufikia malengo yao. Mkae watoto watiifu, mkae watoto ambao una maadili, mkae watoto ambao una nidhamu kwa wakubwa na wadogo lakini akikisheni ndoto za maisha yenu nafikia. Usikubali kamwe kudanganywa na chochote mpaka ufikie kile ambacho wewe mwenyewe umejiwekea na umemusujia kufika. Ndoto zako zinaanzia hapa, kwa sababu ndio unaweka msingi wa maisha yao. Lakini pia wazazi, tuendelee kuungana watoto wetu, tuhakikishe kweli wamefikia ndoto zao, kwa kuwasaidia kila ambacho wanakihitaji ili kufanikisha maisha yao ya baadaye. Rasmi shule yetu tangu kwa kuanzishwa kwake imekuwa ikifanya vizuri sana kitaaluma, hususan katika mitihani ya taifa, yaani ndani na nje ya mkoa wetu wa Shinyanga. mathalan ufaulu wa shule katika mitihani ya kumaliza elimu ya msingi tangu kuanzishwa kwake ni kama ifuatavyo: mwaka 2020 2021, shule ilipata wastani wa 227, 2022, shule ilipata wastani wa 256, mwaka 2023, shule ilipata wastani wa 261, na mwaka jana 2024, shule ilipata wastani wa 282 ambapo wanafunzi wote 27 walipata ufaulu wa daraja A. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya ni makubwa kwa shule yetu, kwani ufaulu umekuwa ukiongezeka mwaka hadi mwaka, jambo linaloendelea kutia nguvu ya kuendelea kutamani kufanya vizuri zaidi, ili tuifanya shule hii iwe miongoni mwa shule bora zaidi katika nchi yetu, hususan katika kuzalisha watoto wenye nidhamu bora, haruma bora na wenye uwezo wa kusimama kikamilifu kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka minne pekee, shule imefanikiwa kutoa wanafunzi bora 29 waliochaguliwa kujiunga na shule mbalimbali bora za sekondari za serikali katika mikoa mbalimbali nchini, zikiwemo shule za wanafunzi wenye vipaji maalum, shule za ufundi, pamoja na shule za bweni kitaifa, mfano Liboru, Mzumbe, Ibaha, Ilakara, Bwiru, Lugambwa, Moshi na nyinginezo nyingi. Jambo hili linaendelea kutupa hamasa na morali ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Ndugu ngeni rasmi, shule yetu imefanikiwa kuwalingia uwezo wa watoto wote kufanya vizuri katika nyanja mbalimbali kama vile kazi za mikono, maadili mema, michezo, sanaa, burudani na utamaduni Leo amesema hatukate tamaa, hata kama ni ngumu. Mwaka huu ilikuwa ngumu kweli, kukuza hawa watoto na kuwafundisha ilikuwa ngumu, na nasema hakuna mwaka mpaka leo tume- tume- tumeandaita kabisa kufundisha hawa watoto kwa hiyo

tuze vizuri, hawa ni mabalozi yetu. Mkuu wetu wa shule Sister Comfort, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa upendo uliotuonyesha, ulitulea kiroho kimwingi na kiakili mpaka sasa kufikia siku ya leo ya baadaye. Tunasema asante kwa upendo uliotuonyesha kwa miaka yote tisa, na Mungu akubariki. Wa kubariki walimu wetu wapendwa, kamwe hatuwezi kusahau mchango wenu kwetu, kwa juhudi kwa juhudi kubwa mliofanywa ya kutufundisha yaliyo mema, mlitupika tutatumika, na mlikuwa na sisi bega kwa bega, hamkuwahi kutuacha katika safari yetu ya elimu ya msingi. Asanteni kwa mchango wenu kwetu na Mungu awazidishie moyo wa upendo na ukarimu kwa watu wote.